Benki ya CRDB imesaini na kukabidhi hundi ya shilingi bilioni 19.6 kwa uongozi wa halmashauri ya Temeke kwa ajili ya kulipia fidia za wananchi watakaoathirika na mradi mkubwa ustawi wa jiji la Dar es Salaam utakaogharimu kiasi cha shilingi bilioni mia sita kutoka Benki ya Dunia. Benki hiyo imezitaka manispaa na halmashauri nchini kutambua kwa njia pekee ya kuvutia wawekezaji wengi kwenye, wa kwenye maeneo yao ni kuongeza, ni kuongeza mapato ndani ya, ya, ya almashauri hizo ni kuboresha miundombinu iliyopo ili wawekezaji waweze kuvutiwa na kuja kuwekeza. Faraja Kiongole ameandaa taarifa zaidi. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Dr Charles Kimei ameasema hayo kabla ya kusaini na kukabidhi hundi ya mkopo wa shilingi bilioni 19.6 kwa uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Temeke, fedha zitakazotumika kulipa fidia wananchi watakaoathirika na mradi mkubwa wa ustawi wa jiji la Dar es Salaam utakaogharimu jumla ya shilingi bilioni mia sita kutoka benki ya Dunia. Dr. Kimaya amesema ni vigumu kwa wawekezaji kuvutiwa kuja kuwekeza au vyanzo vya vi mapato vilivyopo kuzalisha mapato makubwa zaidi kama miundombinu ni mibovu. Hivyo ametoa wito kwa halmashauri zote nchini ambazo, asilimia themanini, ni wateja wake katika kutoa huduma za kibenki, kuchangamkia mikopo inayotolewa na benki hiyo ili kuharakisha maendeleo ya nchi na wananchi kwa ujumla. Sikiwa ni benki ya kizalendo na wadau wa maendeleo ya taifa letu Tupo tayari kukaa chini na halmashauri yoyote ili kujadili miradi yao na kuwapa ushauri wa kitaalamu kwa jinsi ya kupata fedha -za, za kutekeleza miradi mbalimbali. Naye mkuu wa wilaya ya Temeke Sofia Mjema amesema mkopo huo wa shilingi bilioni 19.6 utakaolipwa kwa kipindi cha miaka sita utatumika kuwafidia wananchi watakaoathirika na mradi huo hivyo amewataka wataalamu watakaohusika kwenye zoezi hilo la ulipaji fidia kuhakikisha wanaolipwa ni wale wanaostahili pekee. Barabara kama unafahamu, lazima wale ambao wako barabarani tuwaondoe, na si barabara tu hizi kubwa, lakini huku katikati ambapo tumesema tunaenda kurasimisha miji. Kuna sehemu ambazo sehemu zao hazijapimwa, lakini tunaenda kurasimisha na watu tuwatambue kwa kuangalia yale maeneo. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani mradi huu unavoenda kuwa cha kwenda kuongeza mapato ya halmashauri. Halmashauri ya Temeke sasa imefoka sana katika ukusanyaji wa mapato, kwa hiyo tunatarajia tutakusanya mapato ya kutosha. Miradi inayokwenda kutekelezwa kwa fedha za Benki ya Dunia ni pamoja na ujenzi wa vituo vya kisasa vya mabasi, ujenzi wa masoko ya kisasa, madaraja yanayotenganisha kata na kata. Upimaji wa viwanja zaidi ya elfu mbili sehemu mbalimbali ndani ya manispaa hiyo ya Temeke, uboreshaji wa mifereji ya kupitishia maji ya mvua pamoja na ujenzi wa dampo la kisasa eneo la Kisarawe tu. Mimi ni Faraja Kihongole, Channel 10, Dar es Salaam.